Wako nikutuma kugombea nafasi mbalimbali, basi gombea huko, kitunza amani na usalama. kama wewe utagombea nafasi, basi nikuombe ushiriki katika kupiga kura kuchagua viongozi wanaotufaa katika kipindi cha miaka mitano inayokuja, na huku kihakikisha unatunza amani, utulivu na usalama, ili baada ya uchaguzi nchi yetu na mkoa wetu viendelee kubaki katika hali ya amani, usalama sana tuzitumie vizuri nyumba za ibada katika kuhakikisha kwamba amani na utulivu unaendelea, na upendo unavumiliwa na mshikamano wa kitaifa unavumiliwa. Naombe sana waumini wa, wa kanisa hili lakini na makanisa mengine pamoja na dini nyingine kwa ujumla wake, wananchi wote wa Tanzania wote tunaoishi ndani ya mkoa wa Katavi, naombe tusihusike na masuala yoyote yanayoashiria uvunjifu wa amani. Aunge mkono mambo yoyote yanayohubiri uvunjifu wa amani, wala msishiriki kutenda jambo lolote ambalo litapelekea nchi yetu kuingia katika vita au kuingia katika uondokaji uh, wa, wa amani. Sisi wote hapa tuna wajibu wa kuhakikisha maadili mema yanaendelea kuwepo kwa vijana wetu wa wote, wawe ni watoto, wawe ni vijana wangu, wakati wawe ni marika ya katikati, wawe wazazi, wawe walezi wananchi wote kwa ujumla tuhakikishe kwamba tunaishi kwa kuzingatia maadili mema, lakini tuhakikishe pia watoto wetu na vijana wetu tunawaongoza na tunawajenga katika maadili mema. Na nguzo kubwa ya kuwajenga katika maadili mema tunayo nguzo kubwa ni kuwataka warejee kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana kufuata kufata maelekezo yote ambayo yanapatikana kwenye nafsi zetu za dini. Hiyo ni nguzo kubwa na ni nguzo ya kwanza lakini nguzo ya pili ni kuhamasisha katika kuishi kwa kuzingatia katiba, lakini sheria, kanuni na taratibu mbalimbali zinazoongoza nchi yetu. Hivyo niombe sana tuendelee kukemea vitendo vyote viovu, nyumba za utotoni kwa mfano eh, matumizi ya madawa ya kulevya, uhalifu wa aina mbalimbali, kuvaa mavazi yasiyo na staha na vitendo vingine vyote ambavyo tunajua kabisa ni kinyume na maadili yetu kama Watanzania. <coughs>